E, kama ndio kwanza unajiunga na sisi, sisi ni timu, Mama Samia Support leo bahati nzuri tumepata bahati ya kukutana na mwanamitandao mkubwa ndugu yetu Doto Magari. Kazi wewe ndio unakuuliza. Wewe unaona <laughs> miundo miundombinu ilivyozidi duniani, barabara, mahospitali, mateni ya umeme, mashule mm. maji, mahospitali mm. eh, kote mashine ya moyo yapo, ya operesheni mm. sasa hivi mtu hata ugondoke juu ya mti mm. uendi kokote, wewe ndio wanafanya operation kila kitu mm -hmm. Ta, Tanga kote huko mama kaweka miundombinu mapya mahospitali mm. sasa hivi -hmm. wazazi kwanza mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. sasa hivi ujue, Tanga kuzaa bure, gari la hospitali bure. Sasa tena mama Samia miaka minne haifanyi jamani, sitaitendea hata kabisa mm -hmm. eh? Emu angalieni miaka mm -hmm. ile mm na sasa hivi -hmm. watu sasahivi kutu wakipita masaiti mbezi huko wananing'inia nyua wa, majumba wanajenga kama popo ndio mm. Hey, miaka minne mizuri ya mama fursa. mm. mm. Zamani mtu kimona na gari la kifaru unaogopa. mm. Lakini sasa hivi kila mtu mm. eh, wanaleta magari mpaka wanashindana na serikali raia mm. walipokuwa wamepewa fursa sasa, kwani jamani eh, mama apewe mitano yake mama. Hey, anaweza na watu mm. maisha mazuri, kila mtu akiamka asubuhi anawahi ofisini kwake. mm. Hey, ndio maana anaambia kila siku kila mtu akiamka msomisomi Zamani mtu alikuwa analalamika njaa kisa hivi, mahela yapo, mipango mm. ipo, kila mtu yuko bize na maisha yake. Mm. Sasa hivi zamani Ramadhani ya zamani watu hawakutufutilishani. Lakini mm. kila kiamko kile mtu anaingia kumfutilisha mwenzie. Mm. Ina maana kipato kipo, watu wanafanya mm. kazi, uchumi wa nchi unazidi kupanda, kodi zinalipwa. Hati mm. halai huko kama unavyoona wanakusanya. Yaani maisha yako vizuri. Bibia. Mm. Hey, mm. Wengi mmepata ufahamu, wengi mmeelewa nini maana ya mama. Mm. Yaani wengi ndio mmejua mama ana nguvu. Mm. Nani kama mama? Ndio ili mmelijua leo. Acheni ujinga, wasomi. Mama ndo kila kitu. Mama kakuzaa, mama kakuvusha barabara, mama anakuolesha. Huyu mjomba, unakuwa unapata akili, huyu shangazi, mama anakuambia rudi.